Nasikitika kuona hata polisi na usalama wa taifa bado hawajapata elimu hii. Sidhani kama chuo cha usalama kule Moshi wanajifunza faida za upinzani, na hii ndio tatizo. Nafikiri ndio maana polisi watajaribu kudhibiti upinzani kwa sababu hawaelewi ni kwa faida yao. Kwa mfano sasa hivi polisi Dar es Salaam na miji mingine utakuta wanalala wana, wana katika nyumba za maboksi na nyumba za fursuti za mabati na ni bahati nzuri tu hatuna fisi mijini hapa, na, nafikiri tungepoteza polisi wengi <laughs> na kumbe, wanapokuwepo upinzani, sasa wanazungumzia kwamba hizi nyumba za maboksi sio nzuri kwa polisi. Hawa watu wanakwenda wanapata matatizo, wanakabiliana na raia, wanakutana mambo mazito sana wanapokutana mambo mazito, nafikia kurudi nyumbani wapumzike japo ma, na mafla, lakini mahali kwenye nyumba ya jabu jabu watapumzika namna gani? Sasa upinzani ndio kazi yake, naona kama hivi ninavyozungumza, wanasikia nyumba za maboksi tayari, wanalifanyia kazi, ndio furaha ya polisi. Sasa polisi, nyinyi ndio polisi, wanatakiwa saizi wawe kama refa katika katika vyama vingi. Polisi wanakuwa kama refa. Refa wa ngumi unajua anafanyaje? Anawaweka wale wawili, alafu anawa, anawa, anawaweka sawa anamweka huyu, piga nini, dundeni mwana. anawafanya kudundana, ye anaangalia tu, wanafata sheria. Akiona huyu anamkumbatia mwenzake, anaambia hapana, anawasepareti anaweka pembeni, alafu anaambia mdundane tena. <laughs> na hawa kwa faida yao polisi, na kwa faida ya kila mmoja, ilitakiwa kuwaweka watu hawa wadundane, chama tawala kule, hapo upinzani hawa. Wanazungumza hawa wanazungumza pembeni. Kumbuka, polisi, kumbuka, upinzani ukija madarakani, bado polisi utaendelea kushika madaraka. Upinzani hawaji na polisi wao. Hii ni taluma kama udaktari au nesi. Hawaji na, na, na, na, na, na, na, na, na mapolisi wao. Kwa hiyo wewe huko pale pale, kumbe mtu mwenye taluma ndio wa kuringa wakati kama huu. Si wakati wa kusema wewe ukalia kwenye chama, utakaa na manyumba za maboksi milele na milele. <börjar> Kwa sababu hii, samani kidogo dakika mbili tatu. Kwa sababu hii tunahitaji kuelimishana wakati kama huu, tujue kwa mfano, uchaguzi, uchaguzi, uh, yule mpiga kura afahamu ye ni nani wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi, kila mpiga kura ni bosi, ndio mwajiri. Hawa watu wanapokwenda katika majimbo kuomba kura, kimsingi wanakuwa